Alipoondoka ila kuna siku za mwisho, za siku za mwisho eh? Yaani Disemba ni siku za mwisho za mwaka, si ndio? Lakini ile wiki ya mwisho ya Disemba eh? ni siku za mwisho za mwisho wa mwaka. Miaka ya hapa karibuni, hapa hapa, haya mambo yametokea kwa kasi, teknolojia imekua kwa kasi mno, kwa kasi mno. Unajua vile, vile visimu vya, vya, vya tochi vile. vile, vile vile vile Si mnavijua vile? Unajua vile vilitakiwa vikae hata miaka mia basi. Eh? Alafu kaje ka simatifoni kadogodogo nako kapige miaka mia. Wenzetu huko nyuma wote yani mwaka kuanzia mwaka wa kwanza, wa mia, wa 200, wa 300, wa 400, wa 500, wa 600, wa 700, wa 800, nane elfu na mia, elfu na mia mbili. Wote hawajaona hii teknolojia yote. Walipovika tu elfu moja na miaka